Al al al -Rabia, wa -ana, sisi tumefurahi kwa sababu tumepata elimu. Faida ya pili tumefurahi kwa sababu Tum tumejua tume historia za wanyama mbalimbali. Faida ya tatu tumefurahi kuwa Tum tumetembezwa katika maeneo ambayo hajawahi kumtembea. Ziara hii imerejeshwa baada ya miaka mingi na kuletwa kwetu sisi ili kujua mambo tofauti tofauti na baadaye kuja kuyalimisha jamii yetu. Asante walimu wangu na wazee wangu kwa kuniandalia safari hii na kila la kheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ismi Riana Ali Muhammad, nasoma madrasa Tuliamini Islamia darasa la kwanza. Tumepata faida nyingi sana katika mchezo hii. Mchezo wa kwanza ni mchangamsha mwili, mchezo wa pili kuona jezani mbali mbali kwenda nawashukuru walimu wangu na wazazi wangu kwa rehla hii, shukran, asante sana. Kwa jina naitwa sulaiman abdullah suleiman, nasoma madrasatul Amin, nasoma darasa la sita. Nimesimama hapa kwa ajili ya kuelezea faida tulizozipata katika safari hii. Alhamdulillah, katika safari hii wanafunzi wamepata faida ya kuwa na furaha. Tumepata kuwa tumejiproud kama na sisi tumemaliza kusoma mhula wetu wa kwanza na tumekuja huku ili tufurahi, wanafunzi wanafunzi kuwa tuna nafasi, wamecheza vizuri kwa furaha na wote wamefurahi, hakuna mwanafunzi ambaye Alhamdulillah. walimu wetu pia wamefurahi juu ya jambo letu hili katika safari yetu hii. afukuu walimu wangu wote walituandalia safari hii na uongozi wa Al-Amin Islamia kwa kutuandalia safari hii nawashukuru na wazee wangu kwa kunisaidia kuchangia katika safari hii Alhamdulillah Rabbil alamin. Naitwa Huwaida Musaddiq Masrur, nipo darasa la tatu katika chuo cha Al Amin. Katika safari hii nime... watoto wamepata kucheza michezo mingi, michezo yenye kuchangamsha mwili na michezo mengine yenye kufurahisha watoto wenyewe. Nawashukuru walimu na wazazi wetu kwa kutu kwa kutupa rihla hii ya kuja hapa, asante. Ismi Hamdan Mahaji Hamdan, ana ana madrasa min fasli rabe madrasa al Alamini al Islami. Nimepata faida nyingi katika safari hii kama kuzuru, kuzuru sehemu mbalimbali na kupata faida ambazo zitaenda kuelezea zi ndugu zetu, ni kutembezwa sehemu ambazo azija kutembezwa, tunza mambo mengi kucheza michezo mbalimbali na kupata afya vile vile. Nashukuru walimu wangu na wazee wangu kwa kunaandalia safari hii na kupata elimu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Jina langu ni Salwa Hamis Muhiddin, nasoma darasa la tatu katika chuo cha Madrasatul Amin Islamia. Katika safari hii nimepata faida nyingi sana, nimeuchangamsha mwili wangu kwa michezo iliwepo na ratiba zilizopangwa na katika chakula nimefurahia pia, chakula kilikuwa kizuri. Katika matembezi nimepata faida nyingi, tumefundishwa aina za miti mingi na washukuru waalimu. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama na ataturudisha salama inshaallah, na nawashukuru waalimu pamoja na wazazi, asanteni kwa majina. Naitwa Mahmud Muhamad Said nasoma faslu sadis, darasa la sita. Katika chuo cha Alamin Islamia leo tumekuja safari hii, tumeandaliwa na mwalimu mkuu wetu, mwalimu Suleiman, tumekuja kufurahika na kusherehekea safari yetu. Faida tulizopata hapa, tumejumuika na walimu, tumepata faida mbalimbali kama kulenga shabaha, kuogelea na mambo mengi leo. Na nashukuru sana walimu kwa kutuleta katika safari hii, tukafurahika tukala vizuri na tukafanya mambo mengi. Asanteni, nashukuru wazee wangu pia na walimu kwa ujumla.